Chakula ni cha muhimu sana katika mwili wa mwanadamu, lakini chakula hiki kimetumika vibaya na ulimwengu wa giza kuharibu maisha ya watu. Kwa kiwango kikubwa, ndio maana inawapelekea watu wengi mara kwa mara wanakula kwenye ndoto, wanaota wanakula kwenye ndoto, wanalishwa au wanaota wako kwenye sherehe au kwenye misiba au kwenye mikusanyiko ya watu isiyoeleweka na huku wanakula. Ndio maana mtu akiokoka, anatakiwa kuhepa ibada za wafu, kusema ibada za wafu Yani mtu akishaokoka ukamjua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ziko ibada hutakiwi kushiriki, ibada za watu waliokufa haitaki ushiriki. Katika jamii yetu ya Afrika kuna kitu inaitwa narobaini au arobaini, yaani ni siku mtu anakufa, ibada ya wafu. Tukishaokoka hatutakiwi kuabudu zile ibada tena. Kwa nini? Zile ibada ni lango ya kusema lango unaposhiriki kwenye ibada ya wafu, tayari ile ibada wanapofanya wanafanya kwa mungu fulani, au kwenye mizimu, au kuabudu mizimu. Maanake kuna mapepo wanakuja kushiriki ile ibada na kushiriki vyakula vinavyoliwa kwenye ile ibada, alafu kinachotokea tayari wote mlioshiriki kwenye ile sherehe mnaunganishwa katika lango la mapepo. Kwa hiyo kama chakula kimepikwa pale au ibada imeendelea pale wakaabudu wakaabudu mapepo wakafanya ibada kwa watu waliokufa, tayari inafufua miungu inafufua roho za kuzimu kuwashambulia watu. Ndo maana watu wengi wako kanisani, sawa, wanasema tumeokoka, wanaitwa Wakristo, lakini unakuta bado wanaota ndoto za ajabu. Kumbe kuna ibada zimefanyika za wafu na mapepo wanapita hapa chakula mlichokula kwenye ile ibada ya wafu sio chakula. Ile ni chakula sawa, lakini ni chakula ambacho aliitwa Mungu yupi kuhusika na kile chakula, na leo utalielewa tu. Kuna vitu vitakwenda kuvunjika kwenye maisha yako leo. Sema amen. Sema amen. Sio, nasikia kwamba watu wanashiriki mwarobaini, naitwa mwarobaini au nini? Naitwa arobaini arobaini, si ndio hivyo eh? Kwa mtu aliokoka, unatakiwa kushiriki vitu kama hivyo? Na siku hizi wanatengeneza vinu, wanasema siku hizi sisi hatuna hayo mambo. Wanageuza kadri siku zinavyoenda, kuna, kuna kitu wanageuza. Naomba uwe makini sana. Nasikia kuna watu pia wanashiriki, ni watu ambao wanaitwa, ni watu ambao ni viongozi wa kuongoza watu, lakini kinyume cha Biblia. Mwambie mwenzako, ni kinyume cha Biblia. Mwambie mwenzako, ni kinyume cha Biblia. Haleluya, haleluya. Ukisoma kitabu kile cha Hesabu 25 mstari wa kwanza hadi pigao pili. Kitabu kile cha Hesabu mlango wa 25 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili. Utaona watu hawa walivyogeuzwa. Kuna mtu anaweza akalisomea chapa kama amepata. Kitabu cha Hesabu, kitabu cha Hesabu, kitabu cha Hesabu mlango wa 25. Kuna mtu amepata anisomea. Basi basi Israeli akakaa timu basi, Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja wa na wanawake wa Moabu, Wanawake wa Moabu kwa kuwa waliwaalika hao watu, watu waende sadakani waende sadakani. Hebu sema sadakani. Rudia kwa sema sadakani. Ehe. Sadaka waliowachinjia miungu yao, sadaka zilizotolewa kwa miungu yao watu wakala chakula wakasujudu ile chakula, halafu wakasujudu ile miungu yao, wakajiungamanisha na Baali Peori. Peori hasira ya, ik ya Bwana ikawaka juu ya mpaka hapo watu hawa walivyogeuzwa hatua wa zao, wakaanza kufanya vitu ambavyo pengine wasingefanya wasingealikwa kwenda kwenye kwenye uo mwaliko Walipofika shtimu walikula chakula ambacho ilikuwa ni sadaka kwa miungu, ila miungu walipewa sadaka, ikaachilia roho ya uzinzi na Israeli wakaanza kuzini. Maana kanasema walipokula vile vyakula tayari vile vyakula havikuwa vyakula, nyuma ya ile chakula kulikuwa na roho ameitwa kwa jini kupokea kubariki kile chakula kwenye. Nikufundishe kitu kingine. Watu wengi wanapuuza ile kuombea chakula au kumwita Mungu kwenye chakula, ni muhimu kwa mtu anayeitwa Mkristo anayempenda Mungu. Kabla hujafanya chochote au kabla hujala chakula, hata maji, jifunze kuombea, kwa sababu unapokabidhi kile chakula na kumwitia Mungu, maana kila chakula yuko Mungu ulia kuita na usika na ilo chakula. Kwa hiyo kina hilo chakula, uli chakula unakula uzima, unakula uponyaji. Maanake kuna roho umeita, ikaenda na hilo chakula. Sini kama naongea na watu ambao nakwambia kama kuna chakula uliwahi kulishwa, lazima loo ya yuke kwa jina la Yesu aliye hao. Kama kuna chakula uliwahi kulishwa na ikachiliwa roho na ikakamata maisha yako, lazima no yalibike kwa jina la Yesu. Na msema fire nilichowahi sema kila chakula kulishwa lazima leo kivucike. Walipofika Shitimu walikula chakula ambacho ilikuwa ni sadaka kwa miungu, ila miungu walipewa sadaka, ikaachia roho ya uzinzi, na Israeli nao wakaanza kuzini. Naomba ieleweke kuwa kuna aina nyingi za vyakula, vyakula vya maagano na mapatano, vyakula vya vyak vyak unaweza ukakaribisha ukala ukifikirini vyakula. Mfano mzuri mstari wa tatu, tunaona Israel, alipokula chakula alichokuta, moja kwa moja amechungamanisha na madhabahu ya Baali Peori, maana kile chakula kimetolewa sadaka, na kilipotolewa sadaka waisraeli walipoalikwa kula kile chakula, hawakula chakula kama chakula. Ndani ya chakula kulikuwa na roho ambayo imeitwa kwa ajili ya kubariki hiyo chakula. Maanake kile chakula kikuwa chakula, kuna mungu ameitwa ili abariki hicho chakula, awa naualali na hiyo chakula. Kwa hiyo atakaye kula hiyo chakula hadi chakula anakula roho ambayo inatakiwa iongoze familia. Nataka nitamke kinabii, kila roho na kila chakula ambayo kuhamishwa ambaye ndicho roho inaongoza familia, lazima nivunje, nite roho wa Bwana alete uzima katikati ya familia. Hivyo nasikia kakweli mali hapa, sema agano la chakula litavunjika. Hawa watu hawakuwa wa napenda kuzini, lakini walipokula tu vile vyakula, huwa ya uzinzi ikaanza. Utanielewa, kuna watu huko hapo, utanielewa. Sasa hivi tatizo linalokutesa ni vyakula ulivyopewa mahali. Leo kuna watu waabebi mimba, kuna vyakula walilishwa. Leo kuna watu wa, ni walevi, kuna mahali walienda wakapewa vyakula fulani, na vile vitu vikabeba roho ya mauti. Unajikuta unafanya kitu ambacho upende kufanya, lakini kuna kitu kimepitishwa kwenye ndoto. Kuna kitu uliota unakula chakula kwenye ndoto, uliota kuna kitu unapewa unakula nyama kwenye ndoto Sio kwenye ndoto ya mtu, unaenda nyumbani kwa mtu, hata kukaribisha kabisa. Nisikilize, kuna chakula ambacho unaweza ukala kwenye sherehe kama ibada, na kuna chakula cha miungu. Lakini unaweza ukaenda kwa mtu kabisa ambaye ana nia chafu na wewe, akapika chakula akakinenea Leo kila agano na chakula linavunjwa. kuse basi mweza kumwambia kila agano na chakula linavunjika. Chakula iligeuza hatua ya Waisraeli, walikuwa wanamtukuza Mungu, lakini kafla wakajikuta wameunganishwa na madhabahu ya Peori. Walipounganishwa na madhabahu ya Peori, hawakuweza tena kutembea. Watu wanapenda kuzini, wanapenda kufanya vitu vya ajabu. Nasikiliza inaposema kuzini hapa, watu wanafikiri kusema tu kuzini maana yake ni ile tu kuku, kuku, ana kufanya mahusiano na mtu fulani. No, kuzini kunapozungumzwa hapa maana yake ukienda kinyume na utaratibu wa Mungu ukaabudu miungu mingine katika ulimwengu wa roho, kwa Mungu inahesabiwa umezini. Maana yake ni kama mwanamke amwacha mume wake Bwana tukaenda kutembea na miungu mingine. Leo nataka niongee na mtu mmoja aliyeunganishwa na madhabahu ya mizimu ya kwao kwa njia ya chakula, agano litavunjika, nitaunganisha na Yesu Kristo. Sema basi amena, kama unabarikiwa mguse mwenzako, mwambie kila agano litavunjika leo.